Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Maandamano ya leo pia yaliendelea katika sehemu mbalimbali nchini huku watu sita wakiwachwa na majeraha katika kaunti ya Narok. Baadhi ya kaunti kama vile Bungoma na hata Kericho zilinakili uharibifu huku vijana katika kaunti ya Wasingishu na Kakamega wakikabiliwa vilivyo. Lora Otieno anatueleza yalojiri katika sehemu hizi. Hii leo ilikuwa mguuni ponye jijini Eldoret, kaunti ya Wasingishu. Polisi walirusha vitu wa machozi kutawanya makundi mawili. Hii ni baada ya watu waliojihami kuvamia waandamanaji na kusababisha hali ya sintofahamu. Hata hivyo, baadhi yao walikamatwa na maandamano dhidi ya serikali kuendelea. Kaunti ya Kericho, hata hivyo, ilikuwa na uharibifu toroli hii ambayo ni nembo ya chama cha UDA kilivunjwa kwenye mnara, huku wakazi wenye ghadhabu wakiivuta kuelezea kutoridhishwa na uongozi wa sasa. Baadaye waandamanaji waliwasha mishumaa kwa kumbukumbu ya wale waliosema ni mashujaa walioaga dunia mwaka jana wakati wa maandamano dhidi ya serikali. Katika kaunti ya Kakamega polisi pia waliwatawanya kundi la vijana waliokuwa wamefunga barabara za mji huo na kulemaza shughuli za uchukuzi. Hata hivyo, barabara zilifunguliwa na mamia ya vijana kumiminika kwa kumbukumbu kumbu za waliofariki mwaka jana, wakiwa na bendera ya Kenya. Vijana hao aidha waliikashifu serikali kwa matumizi mabaya ya mamlaka na kusababisha majeraha na hata kifo kwa wale wanaokinzana na serikali. Maandamano pia yalifanyika katika kaunti za Bungoma na Narok, ambapo watu sita wakiwemo maafisa wa polisi walijeruhiwa wakati wa maandamano hayo. Lora Otieno, runinga ya Citizen.